Kiongozi mkuu wa Iran Ayatola Ali Khamenei amepinga madai ya rais wa Marekani Donald Trump kuwa Washington inataka mazungumzo ya mkataba mpya wa nyuklia akisema kuwa Marekani inajaribu kuiwekea Irani masharti na vizuizi vipya. Matamshi hayo ya Khamenei Juma mosi hii yanakuja baada ya Trump kusema kwenye mahojiano na Fox Business kuwa Iran ina machaguo mawili: kufanya makubaliano au kukabiliana na hatua za kijeshi ili kuzuia mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, maafisa wa Iran wamesema hawajapokea barua yoyote kutoka kwa Trump kuhusu mazungumzo hayo. Akizungumza na maafisa wakuu wa Iran, Khamenei alikataa madai ya Marekani akisema kuwa Washington haitaki suluhisho la kweli, bali inajaribu kuidhibiti Iran kwa masharti magumu zaidi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, Khamenei alikosoa Marekani akisema, baadhi ya mataifa yenye ya jeuri yanasisitiza juu ya mazungumzo lakini lengo lao si kutatua matatizo bali ni kututawala na kutulazimisha kukubali matakwa yao. Aliendelea kusema kuwa masharti ya Marekani yanaenda zaidi ya mpango wa nyuklia kwa kujaribu kudhibiti uwezo wa kijeshi wa Iran na ushawishi wake wa kimataifa. Wanataka tusiendelee na aina fulani za silaha, tusiwe na mahusiano na baadhi ya mataifa na tusiendeleze makombora yetu zaidi ya kiwango fulani. Iran haitokubali masharti haya, alisema Khamenei. Tangu achukue madaraka kwa muhula wake wa pili mnamo Januari, Trump ameonyesha nia ya kufanya makubaliano mapya na Iran, lakini wakati huo huo ameimarisha vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Tehran. Mkakati wa ushinikizo kuu ulianza mwaka 2018 wakati Trump alipoiondoa, aliiondoa Marekani kutoka mkataba wa nyuklia wa 2015 ulioweka vikwazo vikali dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Tangu wakati huo, Iran imepanua mpango wake wa nyuklia zaidi ya kiwango kilichowekwa katika mkataba wa awali licha ya juhudi za utawala wa Rais Joe Biden na viongozi wa Ulaya za kufufua mkataba huo. Wakati huo huo Urusi imesema kuwa ipo tayari kusaidia kuleta mazungumzo mapya ya nyuklia kati ya Marekani na Iran ikiwa ni sehemu ya kuimarika kwa uhusiano kati ya Moscow na Washington kutokana na mazungumzo ya vita vya Ukraine. Wakati huo huo mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic IAEA, Rafael Grossi ameonya kuwa wakati unakwisha kwa diplomasia kurejesha vizuizi dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran.